The Green Voice. Yes, we are green. Jana na jeshi la TANAPA au jeshi la uhifadhi namshikilia mtu mmoja anaitwa Saidi Pius Ngovano miaka 50. Huyu ni mkazi wa Saadani katika wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali. Mtuhumiwa alikamatwa katika msako wa pamoja uliofanywa mnamo tarehe 14 Mei mwaka 2025 katika maeneo ya magaida magida ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha tarafa ya Rujewa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, na alikutwa akiwa na nyara za serikali ambazo zinahusu wanyama wanne ambao ni nyama wa kwanza ni pundamilia, swala, ngiri pamoja na nyati. Aidha, mtuhumiwa huyu pia alikutwa akiwa na silaha aina ya gobore akiwa na gorori mbili ambazo anazitumia kama risasi katika kuua hawa wanyama, lakini pia alikuwa na kisu ambacho alikuwa anakitumia katika eh, uwindaji huo haramu. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu na taratibu zinakamilishwa ili aweze kufikishwa mahakamani kuanzia sasa. Wakati huo huo, jeshi la polisi kwa kushirikiana pia na askari wa TANAPA pamoja na TAWA hawatawa kutoka katika mkoa wa Ruvuma, tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Betwell Kwea. Huyu ana umri wa miaka 51 ni mkazi wa kijiji cha Miombweni wilaya ya Mbarali kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali, na hizo nyara amepatikana na nazo bila kibali. Kwa maana hiyo mtumiwa huyu alikamatwa Mei 15 mwaka huu katika kitongoji cha Azimio kwenye kijiji na kata ya Miombweni tarafu ya Rujewa mkoa wa Mbeya na hiki kikosi kazi ambacho nimekitaja kilichokuwa kinajumuisha Jeshi la Polisi, TAWA pamoja na TANAPA ambapo katika upekuzi, huyu mtumio alikutwa akiwa na, na meno manne ya tembo yenye uzito wa kilo 18 ambayo alikuwa ameficha kwenye mfuko wa sandarusi, tayari akiwa anaandaa mazingira ya kuweza kumpata mteja. Lakini pia mtumio huyu pamoja na hayo alikutwa akiwa na gobore moja ambalo alikuwa anatumia katika uwindaji huo haramu tumia wamekamatwa katika harakati za kutafuta wateja ili auza haya meno, na uchunguzi wa awali pia unaonyesha mtuhumiwa huyu ni mwindaji haramu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi wote na baadhi ya wale watenda makosa, hasa wenye tabia hii ya kuhujumu rasilimali za, za taifa, wacha mara moja tabia hii Kwani jeshi la polisi pamoja na majeshi mengine au mamlaka zingine za uhifadhi kama vile TANAPA na TAWA, tupo makini na hatuta sita kuchukulia hatua mtu yeyote ambaye anahusika katika uhalifu huu na kumfikisha katika vyombo vya sheria. Na aidha wale wale wote wanaoingia kwenye hifadhi ya taifa bila kibali kufanya uwindaji wa wanyamapori katika aidha kwenye hifadhi au kwenye ma mapori ya akiba bila kufuata utaratibu sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine au majeshi mengine, tutajitikita tutaji katika kufanya misako, na tukiwakamata hawa ambao wanafanya e, utaratibu wa kujiuinda na kujipatia kipato kisicho halali bila kufuata taratibu, tutawafikisha mahakamani.